Mpendwa mtazamaji wa kituo hiki e chipya kabisa Tanzania Eye TV, ambacho ni macho yako kwa habari za utendeti kila wakati. Kuna mazito ambayo tunaenda kuangazia hapa, lakini na kuomba tu uponyeze subscribe button ipo hapa chini mwa kanda na ukumbuke kuwasha kengele ili upokee taarifa kila wakati tunapoziweka. Unajua, kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Siku ya Jumamosi kulikuwa na ibada ya mbunge ambaye aliaga dunia nchini Tanzania ambaye anaitwa Jenista Mhagama, lakini kuna kitendo ambacho tuliweza kukifumania wakati tulikuwa tunafuatilia ibada ile. Ni posa kituo hichi lazima kitoe siri zote kwa kile ambacho kiliendelea kule. Ibada ikaanza vizuri na Rais Samia Suluhu Hassan alikuwepo Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais alikuwepo, waziri mkuu na viongozi wa ngazi ya juu serikalini waliweza kuhudhuria ibada ile ya Jenista Mhagama iliyofanyika katika kanisa la Kikatholiki mjini Dodoma. Baada ya ibada kuisha vizuri, yule ambaye alikuwa anasimamia shughuli kanisani akawaalika waombolezaji wa kiongozwa na rais Samia Suluhu Hassan kuanza kuutazama mwili wa mwenda zake Jenista Mhagama. Cha kushangaza zaidi, rais Samia Suluhu Hassan aliposimama akaelekea kwa jeneza, lakini tuliweza kuona zile kanda, kufuatilia kwa kina, rais Samia Suluhu Hassan alifumaniwa kwa kutotazama mwili wa mwenda zake Jenista Mhagama. Kuna maswali ambayo sasa tulianza kujiuliza: je, amekataa kuutazama mwili wa mbunge ambaye amechaguliwa kupitia chama cha CCM kwa nini? Tukaanza kufuatilia hapa na pale, kwa sababu tunafanya uchanganuzi. Ndio maana nimechukua muda kidogo, ili nikaweze kuleta habari hizi hewani, kuuliza hapa na pale ili kupata jibu halisi, kwa nini huenda Rais Samia Suluhu Hassan akakataa kuutazama mwili. Ila tu alipofika kwa jeneza, aligeuka akaanza kuwasalimia wengine akitumia ishara za mikono, lakini hakuutazama mwili ule wa mwenda zake Jenista Mhagama. Lakini cha msingi, kuna baadhi ya wale ambao waliweza kutujibu kwamba Waislamu hawawezi kutazama mwili kulingana na sheria zao. Ikumbuka kwamba Samia Suluhu Hassan ni Muislamu, lakini kuna swali ambalo tunajiuliza. Wakati rais Magufuli aliaga dunia, kwa picha na kanda zile ambazo tunazifuatilia, tunaona Samia Suluhu Hassan, wakati huo alikuwa makamu wa rais, alikuwa karibu sana. Mbona sasa kwa mbunge huyu Jenista ikawa tofauti kwa sababu Suluhu hajaonekana kwa muda sasa. Mara ya mwisho alionekana kabla ya jana ilikuwa tarehe mbili Desemba wakati alikuwa anazungumzia wazee wa Dar es Salaam, kisha baadaye akapotea. Wengi wakaanza kusema maneno, alienda wapi? Mabi ni mgonjwa? mbona haonekani? Lakini ilipofika shughuli ya ibada ya Jenista Mhagama, Rais Suluhu aliweza kuonekana hadharani na kwa yale ambayo tuliweza kushuhudia kwa ibada ile, watu walikuwa wanaomboleza hata ingawa kiini ama chanzo kilichomuua Jenista Mhagama hadi sasa hakuna yeyote ambaye anaelewa. Ikumbukwe kwamba kuna maswali ambayo yanaendelea kuibuka kwa sababu waziri wa afya mchengerwa aliweza kusema ya kwamba mwenda zake Jenista aliweza kuwa na ugonjwa wa kuanguka baada ya uchaguzi kukamilika nchini Tanzania. Ni jambo ambalo halina majibu kufikia sasa na mwili wa Jenista umeweza kusafirishwa kwa ndege kutoka Dodoma kuelekea nyumbani kwake ili kuzikwa, ingawa kuna habari ambazo zinatufikia meza yetu ya habari kwamba kakake mwenda zake ambaye ni Badri alipendekeza mwili wa marehemu ukaweze kufanyiwa uchunguzi, ukipenda postmortem, lakini haikuwezekana kwa sababu shughuli hiyo ilikuwa inaharakishwa na serikali ili mwili wa mwenda zake ukaweze kuzikwa na mapema ni kipi hiki ambacho kinaendelea lakini kuna habari zile ambazo zinatufikia kuhusiana na mwenda zake ambaye alikuwa mbunge wa Beramihu Jenista Mhagama. Ni mwandani wa kisiasa wa karibu wa Emmanuel Nchimbi ambaye ni naibu rais, na inasemekana ya kwamba hawa wawili wameongozwa kutoka mkoa ule wa Ruvuma. Sasa kuna habari ambazo hatuwezi kuthibitisha haswa ni kivipi aliaga dunia, lakini Mwenyezi Mungu anaelewa ni kipi ambacho kiliweza kumua. Jenista alikuwa waziri wa afya katika serikali iliyopita kabla ya uteuzi wa mawaziri wapya huenda alijua idadi kamili ya watu ambao waliangamia kupitia maandamano yaliyotanda nchini Tanzania, kwa sababu wakati huu alikuwa waziri wa afya, alikuwa anapokeza information ama taarifa za wale ambao wameaga dunia kutoka hospitali mbalimbali kwenda kwake. Huenda hata ushahidi katika mahakama ya jinai ICC, ikianzisha ushahidi kujua idadi kamili ya wale ambao waliangamia itakuwa tofauti kwa sababu yule ambaye ni waziri wa afya sasa hivi ni Mchengero ambaye ameoa mtoto wa Samia Suluhu Hassan na idadi hiyo itakuwa vigumu kujulikana. Ikumbukwe kwamba Samia Suluhu Hassan aliamua kuweka watoto wake wawili katika baraza la mawaziri. Mtoto wake na mzee ambaye ameoa mtoto wake wanakaa katika baraza la mawaziri. Kufikia sasa wengi wametangaza maandamano kufanyika Tanzania, hasa wanaharakati kupitia mitandao ya kijamii, huku wakisema ya kwamba tarehe 25 na tarehe mosi Januari mwaka ujao, mwaka 2026, kutakuwa na maandamano makubwa nchini Tanzania kuhakikisha kwamba serikali ya mpito inachukua mamlaka, jambo ambalo limeweza kuungwa mkono na viongozi wa mrengo upinzani wakiongozwa na John Heche ambaye ni msaidizi ama naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema cha na wanataka tume huru ya uchaguzi ikaweze kuteuliwa mpya na uchaguzi mpya uweze kuandaliwa nchini Tanzania, kuhakikisha kwamba kuna uwazi kwa viongozi wale ambao wanaenda kuchaguliwa. Ikumbuke kwamba kufikia sasa, mrengo wa upinzani vijana wa Gen Z wanaomba matokeo ya uchaguzi uliopita kwa tarehe ishirini na tisa ukaweze kufutwa kwa kila ambacho wanasema ya kwamba madiwani ambao wako afisini wabunge na Rais Samia Suluhu Hassan sio halali, ndio maana wanapendekeza ya kwamba uchaguzi mpya ukaweze kuandaliwa Tanzania, iwe na katiba mpya, haki ikaweze kutendeka kuhusiana na wale ambao waliweza kuangamia, kwa sababu wanataka miili ya wenda zao iweze kuwasilishwa kuelekea familia husika, kwa sababu kuna familia ambazo ziliweza kuwazika wenzao kutumia viatu, wengine kutumia picha, kwa sababu hapakuwa na mwili wa kuzikwa. Ni jambo ambalo ni la kuhuzunisha haswa katika taifa la Tanzania. Na idadi kamili kufikia sasa hakuna yeyote ambaye anaelewa, lakini kulingana na ripoti za mrengo wa upinzani ni zaidi ya watu elfu tatu ambao wameaga dunia lakini kufikia sasa hakuna yule ambaye anaweza kuthibitisha ukweli halisi wa mambo, idadi kamili ya watu ambao waliangamia. Ni mengi ambayo yanaendelea nchini Tanzania. Muda ndio mchache, lakini tutazidi kuwafahamisha kila wakati. Wacha nikomea hapo, lakini na kuomba kituo hiki cha Tanzania Eye TV ni kituo ambacho kimefunguliwa chipya kabisa ambacho ni macho yako kwa habari kila wakati. Bonyeza subscribe na uwashe kengele ili upokee taarifa kila wakati tunapoziweka, na unaweza kusambaza hii link kwa watu wengine, ili tukaweze kuinuka na kuguru katika chaneli hii pamoja. Asanteni sana na shukuru tena zaidi.